Ha, Eric Eric, Michael. Ah, huu mradi huu wameanza kubomoa tangia mwaka huu mwezi wa pili, hadi kufikia sasa hivi mradi haueleweki. Tangu mwezi wa pili wametengeneza nguzo mbili, sasa hivi kama sisi wafanya biashara huku hatufanyi kazi. Tunateseka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu gari kwa hazipiti huku, ategemea gari zikipita huku tunapata biashara ni kwani, nachoomba kitu kimoja umradi tu ungemnyang'anya huyo jamaa, umradi haumfai kumpa huyo jamaa. Hata vitendea kazi alivyo nazo havifai, yenyewe ya kazi mmekaa muda mrefu ni kama vimeoza, vitendea kazi alivyo, vitendea kazi vya kufanya huyo umradi. Kwa nani, anani watatuchelewesha wengine, kaudi ya wakimu, endeleva. Tatizo kubwa lililoko kwenye hii barabara cha kwanza, kuhusiana swala la diversion. Mkandarasi hii barabara anachelewa sana kuikwangua kwa hiyo kunatokea shida moja, wakati magari yanatembea yanatembea taratibu. Sasa kwa mfano mimi nina gari la mzigo, labda tani saba, ile barabara ya yeah, kule yeah. Sasa unatembea taratibu, kuna gari nyingine ziko nyuma yako zinatakiwa ziwai. Sasa askari anakuita ili uwai kutembeza jambo, lakini kimsingi gari lako limebeba mzigo mkubwa, hauwezi kutembea kwa. Ndio maana kule kunakuwa na jamu kubwa sana, kwa hiyo anamaliza hata wiki tatu wiki mbili barabara barabarao inaleta shidnyabasikutatu mkandarasi ivhen yaweke na, na, na mitaro asafishe, ili maji yafanye nini, yapite. Kwa hiyo leo Jumamosi, kesho Jumapili, Jumatatu, juma, Jumanne, Jumatano nataka management yote ya huyu mkandarasi na nyinyi TANROADS tukutane kikao cha kujadili uwezo wa huyu mkandarasi kwa sababu mimi siwezi kufanya maamuzi hapa bila kupitia mkataba, ili tujue kama unataka kuvunja mkataba. Serikali na nchi yetu haitakiwi kuingia hasara, na tayari mkataba umebakia mwezi mmoja. Kwa hiyo pia, akishindwa kukomplai katika yale tutakayomweleza ndani ya mwezi mmoja, mkataba utakapokuwa umefika ukingoni, maana yake sisi hatutaninio nini mkataba. kwa hiyo Siku tatu mifereji division iwekwe, Jumatano management, watu wenye kauli na muamuzi katika kampuni hii, na wataka wafike ofisi ya mkuu wa mkoa. Taki letee mifundi nije kuongea na fundi ambaye wala hajui chochote, nataka mwenye kampuni. Kwa hiyo majibu wote tumeyapata kwamba mkandarasi ana ubabaishaji ndani yake, kwa hiyo wala sihitaji kumuuliza kwamba anataka kazi au ni mbabaishaji. Mimi mkuu wa mkoa nimejiridhisha kwamba huyu mkandarasi ni mbabaishaji, sina haja haja ya kumuuliza.